huduma ya mkoba ili kuwafikia wananchi wengi wahitaji katika mazingira magumu. Mtajua mkoa wetu ni mkoa ambao una uh, wilaya nane lakini halmashauri kumi na moja kuna wilaya ambazo ziko pembezoni ikiwemo Kilindi. Ukitoka hapa mpaka ufike Kilindi masaa tano. Kwa hivyo kwa kupitia huduma uh, hii ya mkoba utaweza kuwafikia watu wengi ambao wako mbali na huduma hizi lakini kuwapunguzia gharama ya usafiri na kuweza kuhakikisha kwamba pia wanapata manufaa kupitia mradi huu, lakini pia kuboresha mfumo wa taarifa na ufuatiliaji utekelezaji wa huduma. Mradi huu pia utasaidia kutengeneza miongozo ya kiuchunguzi wa saratani ya matiti na pia kusaidia kutoa huduma bora na kwa ufanisi, lakini saba utafuatilia wagonjwa watakaogunduliwa na saratani na kuhakikisha kwamba wanatibiwa. Na tisa utahakikisha kwamba jamii inapata huduma stahiki za saratani ya matiti za kibingwa na bingwa gobezi katika hospitali za rufaa ya mkoa. Na ya kumi ni kuimarisha utoaji wa huduma za rufaa kuanzia ngazi ya huduma za mkoba hadi ngazi ya hospitali ya rufaa ngazi ya mkoa. Kwa hivyo mradi huu nina imani utawezesha kuwajengea uwezo wa utoa huduma za afya na watoa huduma ngazi ya jamii. Sisi kama Jhpiego tukiwa kama wadau tunaoshirikiana na wizara ya afya na ofisi ya raisi TAMISEMI tumejikita kwa kushirikiana pamoja katika afua ya kuzuia saratani ya matiti ambako tumefadhiliwa na mfadhili ambaye anaitwa Pfizer Foundation, na tumetekeleza mradi huu katika awamu mbili kubwa awamu ya kwanza ambayo tulitekeleza mwaka jana mwaka 2024 kuanzia mwezi Januari mpaka Disemba, na awamu ya pili ambayo tutaitekeleza kwa muda wa miaka mitatu kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa kuanzia mwaka 2025 mpaka 2027. Katika awamu ya kwanza tulitekeleza mradi huu katika mikoa miwili Tanzania bara pamoja na Zanzibar, na mikoa hii ni mkoa wa Mwanza pamoja na Tanga na katika Zanzibar tulitekeleza mradi huu Pemba pamoja na Unguja, na tulijikita katika maeneo makubwa mawili, moja ni kuhamasisha jamii liweze kujua umuhimu wa kufanya uchunguzi wa awali wa mabadiliko ya saratani ya matiti kwenye matiti yao. Kwa wanaume na kwa wanawake pia ingawa ugonjwa huu unaathiri zaidi wanawake kuliko wanaume lakini kuna asilimia moja ya wanaume ambao wanaweza kupata saratani ya matiti lakini kwenye eneo la pili kubwa sana tulijikita vile vile katika kujengia uwezo watoa huduma afya katika ngazi ya mkoa ngazi ya halmashauri na katika ngazi ya kutolea huduma za afya katika maeneo ambayo tumefanya kazi halmashauri kumi na mbili